Katika milango mikubwa ambayo inapenya na kupita ndani yake mali ya haram ni mlango wa dhulma. Mlango wa dhulma. Dhulma ni kitu kibaya sana. Dhulma ni kitu kibaya sana. Na maana ya dhulma ni kutomfanyia mwanadamu mwenzako haki ambayo anastahiki, kutomfanyia mwanadamu mwenzako uadilifu, hiyo ndio inaitwa dhulma.

Suratul Baqara atuambia la tadhlimuna wala tudhlamun, msifanye dhulma na wala msikubali nyinyi kufanyiwa dhulma. Dhulma ni mlango mwingine mkubwa sana ambayo ndani yake kunapita mambo mengi ya haramu, kunapita biashara nyingi sana za haramu. Mwislamu akiuza bidhaa kupitia kwa mlango wa ghish, ghish ni udanganyifu amepita katika mlango wa dhulma. Ghish ni dhulma, unamdhulumu mwislamu mwenzako. Ghish ni udanganyifu, unauza bidhaa, unauza simu, unauza gari, unauza nyumba, lakini kuna kitu ambacho umeficha kukisema katika ile bidhaa kwa sababu unaelewa kwamba ukisema kile kitu, basi bei ya ile bidhaa itabidi ishuke chini. Unauza gari, limeharibika gearbox, umelipiga repair ya juu juu. Yule unayemuzia unaogopa kumwambia gearbox ya hii gari imeanguka, namuzia hivyo nanyamaza kimya kwa sababu ukisema gearbox imeharibika, hapo unaondoa laki moja au laki mbili katika bei ya gari. Unatumia urongo pishi katika biashara au kufanya biashara.